kushuka na kuleta matokeo katika mwili nukta. Mungu hufanya kazi kwa kupitia madhabahu na shetani pia hutumia madhabahu. Unaona, kwa kuwa uchawi hutumia madhabahu yeah, kama sehemu ya mfumo wake wa giza ntatu, yeah. Yeah, ni lazima kupasua madhabahu za kichawi kama Bwana alivyowaagiza wana, wana wa Israeli kushinda kutolewa kwenye hiyo madhabahu hata kama usemi amina, amina, amina. Wa jamaa lazima wao na madhabahu, ndipo sehemu pa kuvutia nguvu yao. Wanapotaka kuleta mahawa kwako, lazima apige magoti kwenye madhabahu, ndipo wanaopatia nguvu yao Kwanza kwa usawa, wewe unaanza kujiuliza mbona isiwema, kuna madhabau zipo, si katika ulimwengu wa roho? Na tumeambiwa kuna makuane wa kichawi. Kwa nini leo unapewa, unajulishwa una kwamba kuna makuane wa kichawi? Hapa ni moja kwa Mtu anayekuambia njoo ni kuombea, unapeleka kichwa chako. Wengine si wa Yesu. Sasa hivi watumishi wa kishetani wamejaa, hata kama useme amina hapo, napewa tahadhari. Mabamaza mao zao ni kutoa kafara, wengine wanamwaga damu za wanyama, wengine wanamwaga damu za wanadamu. Unaposogelea kikueka mkono amekuunganisha. Unapoingia tu kwenye mlango wa kanisa lako kikanyaga tu, tayari huko kwenye maya madhabahu yake kila madhabahu inabuya